Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ya Mbogwe mkoani Geita ndugu Mathias Lusangija Nyororo amefanya ziara katika kata ya Nyakafulu kueleza utekelezaji wa ilani ya CCM na kutoa maelekezo ya mkutano mkuu maalumu wa CCM taifa uliofanyika tarehe 29 na 30 ya mwezi wa tano jijini Dodoma. Akizungumza mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM kati ya Nyakafulu, Nyororo ameeleza baadhi ya mafanikio makubwa yaliyopatikana kupitia ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 ikiwemo maendeleo ya ujenzi wa hospitali ya wilaya, vituo vya afya, miundombinu ya elimu, umeme, maji na barabara. Katika ziara yake Nyororo amesisitiza wajumbe kufanya maamuzi sahihi katika uchaguzi ujao na kufuata maelekezo ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha uchaguzi wa kura za maoni wanachagua mbunge na diwani makini mwenye sifa na uwezo wa kufanya kazi za bunge na halmashauri kwa weledi na busara viongozi wenye hekima na hofu ya Mungu watakaoweza kubadilisha taswira ya Mbogwe kupitia uchaguzi wa ndani wa kura za maoni utakaofanyika tarehe mbili ya mwezi wa nane ishirini, ishirini na tano. Mimi ni mjumbe. Alisema hivi. Tuleteeni wabunge. Tuleteeni madiwani.

Wenye hofu ya Mungu. Chagua viongozi, apewe kazi aweze kuifanya. Sio kwenda, chukua hela weka. Tunataka kuibadilisha Mbogwe. Akipewa kazi bungeni anaweza kufanya nini? Pale anaweza kuifanya

Kazi na utu tunasonga mbele, kutokea kata ya Nyakafulu wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Hii ni Mbogwe Media. Mimi ni Comrade Waziri Jumanne Waziri, Mfia Nchi, Tanzania.